Anayekuja kutuvurugia amani lazima tukubali, ni ibilisi wa kweli. Tena ibilisi huyu ni yule ibilisi, sijui niseme wa rangi nyeusi. Mtu ukimwambia kuna jua akaambia, mnionyeshe dalili, unapoteza muda wako. Ona huyo ana akili, jua alihitaji kuwa na dalili. Sasa kitu amani, nadhani amna wa kueleza kwamba amani ni nini, hata kila mtu anaijua amani. Na bahati nzuri wote tuliopo hapa, watumishi tunahubiri amani, tunaomba amani. Ina maana juhudi yetu imeisha, sisi ni kui-kuihubili amani na kuiombea. Nini amani yanayokuja baada ya hapo yana wenye nayo ambao ni wanasiasa na serikali. Sisi kwa hakika wajibu wetu tunafanya. Mimi nimekaa nchi za nje hasa ambazo zimepitiwa na vita kama miaka kumi na tano nimeona madhara yanayokuja kwa watu kushabikia kelele wakati wa kabla ya uchaguzi, kwani unaona anayepata hatari sana ni mama pamoja na watoto. Baba akiinuka akakimbia mama anaanza kuangaika kutafuta wale watoto wake hatimaye, mama ndiye anakutana na kifo. Kwa jina naitwa Amvi Omari, ni mkurugenzi wa elimu wilaya Geita katika taasisi ya Bakwata. Kama nyumbani una mtoto ambaye haingii msikitini, haingii kanisani, jitahidi kukaa naye. Wazee wetu wanasema katika kikome, umweleze kwamba nchi ikichafuka hii itakuwa ni mtihani. Ninaitwa mchungaji Ana Elisha. Unakuta mtu mwingine ana chuki binafsi, siyo mwanasiasa, ila ana chuki zake binafsi, kwa hiyo atajipenyeza kuhakikisha maswara yanaharibika. Naitwa Askofu Stefano Saguda. Viashiria vya uvunjifu wa nini, wa amani. Hatuna nchi nyingine, na mimi niwashukuru sana kwa sababu mmelitambua jambo hili, ya kwamba hebu tuulize kwa sababu kwanza mmeviona viashiria, na hakuna Mtanzania ambaye angeliweza kusema kwamba havioni. Ha, hivi viashiria vipo. Hebu fikiria kwamba kwanza wanapoingia barabarani, kuna nini kitatokea? Na ikiwa jeshi nalo limeagizwa uchaguzi uwepo, hawa nao wanaingia barabarani kuzuia uchaguzi bado kutakuwepo na amani? Kwa kuzingatia kipindi tulicho nacho cha kuelekea uchaguzi mkuu, tumeona kama taasisi tusikae kimya, walau tuwashirikishe viongozi wetu wa dini wachache ndani ya wilaya na mkoa wetu wa Geita, tuweze kusemezana mawili matatu ya kutusaidia kujijenga, ya kutusaidia kutuvusha salama sasa hivi kipindi na baada ya uchaguzi utakapokamilika. Tunayo mawazo mengi ambayo yanaweza yakatusaidia pia kuboresha ili mchakato huo uende vizuri, mawazo mengine ya ushauri. Tukasema tusibaki kama niliko wafanyakazi, tukashauriana, tukasemaje, tukazungumza huko nje, lakini tukasema tunahitaji pia mawazo ya baba zetu wa kiroho. Hawa wana nafasi kubwa sana katika maisha ya Watanzania katika maisha ya kila muumini hapa Tanzania. Tunao wananchi wachache sana wanaosema hawana dini, lakini hata wale ambao hawana dini kuna kitu wanachokiamini mahali. Ndiyo maana ndugu zangu wa Kristo na Waislamu, nimeamua tuwaite tuweze kuzungumza machache. Inawezekana tunasikia mengi yanatokea, tunaona mengi, lakini sisi kama sisi hatujapata nafasi ya kukaa pamoja na kuzungumza na kusemezana na hasa kuhusu amani ya taifa hili. Amani ndio kitu kikubwa kuliko kitu kingine chochote. Wananchi wanapoenda kupiga kura, wanaonyesha heshima na misingi ya uhuru wao kwa kuchagua kiongozi wanayemtaka, sio kwa kulazimishwa. Maanake anaonyesha uhuru wao kwamba wanauhuru wa kumchagua mtu anayemtaka. Watakapokuja katika ile mikutano yao wa kampeni, wakatueleza mipango mikakati kutokana na ilani za vyama vyao mipango mikakati ya miaka mitano ambayo tutakwenda kuwachagua. Je, watatufanyia nini na nini? Hapo ndipo tutakapoenda kusikia sifa zao na kuweza kumchagua kiongozi bora. Tasnim Masud Yusuf ni mwanafunzi wa Form 6 PCB nyanku. Idadi ya vijana katika nchi yetu ni idadi kubwa sana, na sisi vijana ndio wanachama wa vyama tofauti tofauti, hivyo basi tukisema tushiriki katika uchaguzi na kukiachia chama kimoja tu kiendelee kuongoza, japokuwa kinakuwa kwa wakati huo hakina sifa ya kuendelea kuongoza, ila kwa sababu sisi ushirikiano wetu vijana unakuwa haupo, tunaachia tu, ache iwe inavyotokea itokee hivyo hivyo, tunapelekea kunakuwa kuna kukuna, hamna changamoto katika vyama vyetu, hamna ushirani katika vyama, kwa hivyo inapelekea tuongoze na chama ambacho huenda kwa wakati huo ingepaswa kiongoza chama kingine, lakini kwa sababu tumeshindwa kushiriki au kukiunga hicho chama ambacho kilipaswa kuongoza, tunakipa uhuru chama ambacho sio sahihi kinaendelea kuongoza. Kuto kushiriki uchaguzi mkuu ni kosa, kwa sababu unakuwa umejinyima haki yako ya msingi ya kikatiba. Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inatuelekeza Watanzania wote wenye umri wa miaka 18 na zaidi ushiriki katika uchaguzi baada ya miaka mitano ya serikali za mitaa na baada ya miaka mitano uchaguzi mkuu. Hivyo usipoenda kushiriki katika uchaguzi mkuu unakuwa umejinyima haki yako ya kikatiba. Ahadi za uongo kwa wagombea, kuna eneo x eksi... Diwani alikuwa anatuahidi kila wakati anapokuja kupiga ku, kupiga kampeni ndani ya miaka kumi. Kwa hiyo kapiga kampeni mara mbili, anatuambia atatuwekea alami, lakini hakuwahi kuweka mpaka sasa. Amemaliza miaka yake kumi, hakuwahi kuweka. Kwa hiyo wagombea wanapokuwa wanaenda kujinadi wajaribu kutoa ahadi za ukweli, wasitupe ahadi za uongo. Lakini kukimbia tatizo sio kusuluhisha tatizo siyo. Sisi kama familia moja ya Tanzania au kama nchi moja, tunatakiwa tusihikimie tatizo, tukae chini kama familia, tufanye uchaguzi, alafu tuambie wale tuliowachagua, kama kuna mambo ambayo hayakufanyika vizuri, basi wakaze buti waweze kuyafanya. Imeonyesha moyo wa kizalendo, moyo wa kuipenda nchi yenu, kuja kujadili mambo mazito yanayohusu mustakabali wa taifa letu. Niwashukuru sana waandishi wetu wa habari waliokuwa pamoja na sisi katika mdahalo huu tangu tulipoanza asubuhi mpaka sasa hivi. Tutaendelea kufanya kazi na watoto, tutaendelea kufanya kazi na vijana, tukiamini kabisa kwamba kwa kufanya hivyo tuna panda mbegu ambayo itadumu hata tusipokuwepo huko baadaye. Tanzania ni yetu sote, Tanzania ni ya vijana, Tanzania ni ya watoto, Tanzania ni ya kina mama, Tanzania ni ya kina baba. Hatuna lingine la kuambia kutoka shirika la NELICO zaidi ya kuwatakia kila laheri baraka za Mwenyezi Mungu. Na basi itakapofika Oktoba 29 kila mmoja ajitafakari, akachague kiongozi anayedhani kwamba huyu atanikusha kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine.